Benki kuu ya Tanzania BOT imekanusha taarifa zilizosambaa mitandaoni zikidai kuwa ina mpango wa kuuza sehemu ya hifadhi yake ya dhahabu kwa ajili ya kufadhili miradi ya mkakati ya serikali. Akizungumza hii leo mkurugenzi wa idara ya masoko ya fedha wa BOT Emmanuel Akaro amesema madai hayo si ya kweli. Ameeleza kuwa kinachotekeleza ni mpango wa kuuza dhahabu iliyozidi kiwango kilichoidhinishwa kwa lengo la kusawazisha mizani ya hifadhi ya dhahabu ya benki hiyo. Kwa mjibu wa Akaro, amedai kwamba bodi ya BOT imeidhinisha benki hiyo kuwa na hifadhi ya dhahabu ozidi dola za Marekani bilioni mbili, wakati thamani ya sasa imefikia dola bilioni 3.24. Hivyo, kutokana na tofauti hiyo, benki inapanga kuuza kiasi kisichozidi kiwango kilichowekwa. Ameweka wazi kuwa fedha zitakazopatikana kutokana na mauzo hayo zitawekezwa katika masoko ya fedha ya kimataifa kwa lengo la kuongeza mapato ya uwekezaji na si kwa ajili ya kufadhili miradi ya serikali. Akala amesisitiza kuwa BoT, ni chombo huru na uamuzi wote wa kutumia uwekezaji wake kufadhili miradi ya serikali unahitaji idhini ya Bunge. Hadi jana Januari 29, BOT ilikuwa na akiba ya fedha za kigeni yenye thamani ya dola bilioni 6.52. Kati ya hizo, dhahabu inakadiriwa kuwa dola bilioni 1.2, dola za Marekani bilioni 3.8 na sarafu ya China yuan dola milioni 735.